E, mnamo tarehe kumi na nne mwezi wa tatu 2025 nilipokea taarifa ya maafa yaliyotokana na upepo na mvua yaliyotokea katika kata ya Ilagua katika vijiji vyote vinne, na maafa yale yalikuwa yameleta madhara tofauti tofauti. Kuna watu ambao kiukweli mpaka sasa hizi hali zao ni mbaya. E, nyumba zaidi ya 433 zimepata maafa, wengine asilimia 30 at least kidogo unakuta mapaa ya, yametoka ya nusu, lakini asilimia sabini nzima watu hawana nyumba za kuishi lakini pia hawana chakula. We, ni wito wangu kwa wananchi wenzetu, pia mwenye chochote ya kuwasaidia kata ya Ilagua tuna, tunaomba tusaidie, lakini ikiwa kama mheshimiwa mbunge nilipita, lakini zoezi la kwanza ambalo niliamua kulifanya ni kuwapatia chakula katika kaya zote 433 kwa kupelekea kiroba cha sembe katika kila kaya, lakini pia bado tunawasiliana na mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya kwa sababu janga limekuwa ni kubwa. Tuone ni jinsi gani tunaweza kuwasaidia ndugu zetu ambao wamepatewa maafa hayo. Kaya 433 zimepata maafa ikiwemo na taasisi ndani yake, kwa maana taasisi zipo tano. Kuna msikiti wa Namhanga, shule ya sekondari Ilagua, shule ya, ya msingi Namhanga, ofisi ya kijiji Kidugalo. Kwa hiyo kama mtendaji kata kushirikiana na wenyeviti wa vijiji wa, wa, wa kata ya Ilagua vijiji vinne pamoja na watendaji pamoja na mheshimiwa diwani, tulishirikiana kwa pamoja kwa ajili ya kuhamasisha wananchi kwanza waanze kusaidizana wenyewe kwa wenyewe, kwa maana kwa kulingana na adha hiyo kubwa, tusingeweza kumsaidia mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo tulifanya mikutano kwenye kata nzima kwa jana na kuhamasisha wananchi waweze kushirikiana wao kwa wao katika kurudia kurudishia zile nyumba ambazo zinaweza kurudishika kwa haraka, ili watu waweze kupata makazi ya kujihifadhi. Palitokea na mvua na upepo mkali sana ambao wenyewe uliweza kuasili maeneo ya kijiji kwa asilimia kubwa, karibuni nyumba za wanakijiji mia mbili na sita, pakiwemo na taasisi kama shule ya sekondari ya kata ya Ilagua ambacho iko kwa kijiji changu cha Kidugalo pamoja na shule ya msingi Kidugalo, ikiwemo e na ofisi ya kijiji nayo ikawa na kanisa moja. Hali ya wananchi wangu, kwanza niseme wapo kwenye hali ya majonzi kulingana na changamoto iliyoweza kuwakuta, wengi wao wamekosa sehemu za kulala. Wengine waliweza kuja kujihifadhi kulala maeneo ya ofisi na kwa majirani. Madhara yaliyotokea, kuna baadhi kama mwananchi wawili hadi watatu walifika kituo cha afya, walikuwa wameangukiwa na tofali kwenye miguu na mwingine kujeruhiwa kwenye miguu. Kwa hiyo wote wanaendelea vizuri, lakini wameendelea kupata tiba kwenye kituo chetu cha afya cha kata Ilagua. Hili tukio limetokea tarehe kumi na nne siku ya Ijumaa Mida ya saa kumi na mbili kasoro jioni, ambapo hali ya hewa haikuwa nzuri sana, kulikuwa na mvua kubwa na upepo na radi. Hasa ule upepo ndio uliopelekea kuezua haya madarasa yetu matatu pamoja na ofisi moja kiujumla, kwa sababu tuna madarasa mengi. Kwa hiyo haya yalikuwa hayatumiki, yalikuwa yanatumika tu kwa kazi ndogo ndogo, kama kuhifadhia vifaa mbalimbali ambavyo tunavyo hapa shuleni. Ombi kwa serikali kwanza ni kufanyia marekebisho haya madarasa, kwa sababu ni yale madarasa ambayo yalijengwa muda mrefu na yalikuwa hayana ukarabati. Kwa hiyo kutokana na hii hali ambayo imetokea, tungeiomba serikali iweze kutusaidia ili kuweza kuyarekebisha haya madarasa, pia mbunge aweze kutusaidia ili madarasa yarudi kwenye hali yake.